Msalipo Musa, msipayuke payuke kwa kelele nyingi, ili mwana aonaye siri yeye atawajaza. Na mfungapo, msionyeshe kuwa mnafunga, wenye nyuso mbaya, mkiwatisha wenzenu kwamba mmefunga. Ukifunga nenda uoshe kito chako vizuri, kipate mafuta, usiwaachi maswali watu. Kuna watu wengine ukiwasalimia, kusiki kwa unafunga, unaona huyu hafungi kwa ajili ya Mungu, anafunga kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Kipindi hiki cha Kwaresima tunapoanza na kupakwa majivu sio kipya sana katika maisha ya mwanadamu na Mungu.